Goli tano mmezipata siku hii ya leo, wananchi, mnarudi nazo Dar es Salaam. Kwanza nataka uniambie, uh, mechi ya leo umeionaje? Lakini pole pia kwa safari. Ah, namshukuru Mungu tumesafiri kutoka dar es Salaam kuja Mbeya tumefika salama, ni jambo la kumshukuru Mungu. Kwa kilichotuleta ni alama tatu na tumezipata tumekuja kuchukua alama tatu na magori matano tumeyapata, tunamshukuru Mungu na tunawapongeza wachezaji kwa performance walioionyesha na mashabiki wote waliosafiri kutoka mikoa mbalimbali na mashabiki wa Mbeya tuliowakuta wameweza kutupokea vizuri, kuweza kuitetea timu yetu, ili tuweze kupata alama tatu, alama ambazo ndo kila timu inaangalia alama tatu kwanza, theni magoli yanakuja baadaye sababu Young Africans ndio mtetezi wa kombe la NBC. So ingekuwa ni ajabu kama asingeweza kupata matokeo mbele ya Tanzania Prison. Angekuwa anajipatia wakati mgumu kuelekea kuutetea ubingwa wake, lakini yote kwa yote, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumepata alama tatu ambazo zinatuweka mguu mmoja kuutetea ubingwa wetu. Tunaenda kuzitafuta alama nyingine dhidi ya Dodoma hey, after then tunaenda kutafuta alama dhidi ya Simba. Se, kinachotakiwa tuweze kulibakiza kombe letu katika ofisi yetu. Kwa hiyo tunapongeza benchi la ufundi mashabiki, wachezaji, kila mtu ameplay part yake ya kama inavyotakiwa na tumeweza kuondoka na alama tatu na magoli matano. Uh, unazungumziaje kiwango cha Pacome siku hii ya leo na akitangazwa kuwa mchezaji bora katika mchezo huu? So kusiku hii ya leo tu ila sofa, Pacome ni mchezaji ambaye ni mzuri tangu ametua Young Africans. Ni mchezaji ambaye mimi naweza nikasema sijaona mchezaji wa kumlinganisha naye, na itakuwa ni ajabu kama ikifika siku ya tuzo alafu jina la Pacome nisilione. Mchezaji unayemzungumzia mwenye tuzo za man of the match saba mpaka nane mpaka sasa hivi hamna mchezaji mwingine, hakuna mchezaji mwingine anayetokea timu nyingine, klabu yoyote mwenye tuzo nyingi za man of the match kwao, itakuwa ni mahajabu na itasikitisha sana kama sintasikia jina la Pacome zuzwa mwisho wa msimu kwenye tuzo, kama ilivyo tuzo zetu huwa zinatolewa kwa majina. Kwa hiyo mimi nasubiri kuona. So far Pacome ni mchezaji mzuri ambaye tume, Watanzania tumepata bahati ya kuwa na kiwango cha mchezaji kama Pacome kwenye ligi yetu, tunajivunia hasa Young Africans. Mmesalewa na mechi, tunaweza kusema ni mechi mbili ili eh, kuona kama mnaweza mkachukua ubingwa wa ligi kuu ya Tanzania bara, Dodoma Jiji na Simba. Hizi mechi sio mchezo, hakuna mechi ya Young Africans imewahi kuwa nyepesi. Ni vile tu watu wao wanajichetua, wanajitoa akili, wanasema kwamba Yanga ananunua mechi. Kwa hiyo mimi nadhani tangu msimu umeanza sijawahi kuona mechi nyepesi kwa Young Africans. hata kama anapata magoli mengi, lakini anayapata katika staili ipi? Ni performance ya wachezaji na timu kwa ujumla ndio inayowajibika uwanjani. Unaona wachezaji kina Max Zengeri wanavyovuja jasho, kina Pacome wanavyovuja jasho kwa ajili kupambania alama tatu. Kwa hiyo mechi zote zilizobaki, mbili na tatu ya CRDB, bado ni mechi ngumu, ambazo zote Young Africans anajua, nikizipoteza zile nitakuwa kwenye wakati mgumu sana wa kutopata ubingwa. Kwa hiyo tunaenda Zanzibar kwenda kucheza dhidi ya Dodoma, ambazo ni pointi muhimu pengine kuliko pointi yoyote ile, ambayo kati ya mechi zilizobaki. Kwa hiyo kwa Dodoma watatuia radhi, tuna jambo letu msimu huu. Kuna timu tunataka tuishughulishe, tutahakikisha haipati kombe hata moja. Kombe lenyewe watakalolipata ni la kulalamika na kuanza kusema hatupeleki timu tarehe 25. Ila kipindi hiki tutawashughulisha sisi, tutawashughulisha tuhakikishe hawapati kombe lolote lile msimu huu. Unapowazungumzia Simba nao pia wamepata ushindi wa magoli matano, ni kama vile kila mtu ashinde mechi zake, tukutane tarehe ishirini na tano. Haijarishi ameshinda magoli mangapi, sisi tunachojua tarehe 25, alete timu awalishe wachezaji wake ahakikishe wameshiba, ahakikishe kwenye hizi mechi zilizobaki wasipate injari, isije ikafika tarehe 25 akaanza kulalamika, Mpanzu alikuwa na umwa malaria, Shabalala alikuwa na injari, mara Kamara alikuwa na injari. Ahakikishe wachezaji wote wako vizuri, tarehe 25 tutakapokutana kwa Mkapa awe amekula ameshiba. Mimi nikushukuru, shukrani sana.